Kwo okay, ni, anasema daktari, nina swali. Anasema mwanamke mwenye mme mwenye uume mrefu wa wastani na unene wa wastani akiingiliwa na mwanaume mwenye uume mfupi wastani ila mpana, je, anaweza kusababisha mumewe asitoshe tena au kupwaya? Nami pia nikamjibu kwa mara moja, haina shida. Ikiendelea kwa muda mrefu, inaweza kuleta shida, hasa hasa kwa mwanamke, maana atazoea uume unaojaa vizuri na atafika ndani ya muda mfupi. Akirudi kwa mme wake mwenye ume wa kawaida, ndipo tatizo huanzia. Karibu karibu, ndugu mtazamaji. Kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja ni bingwa magonjwa ya rishe pamoja na mahusiano. Uh, huyu dada ameleta swali ambalo ni swali ambalo liko teknikali kabisa, kwamba mwanamke ambaye aliyekuwa ana mwanaume mwenye uume wa kawaida, je, atakapokwenda kushiriki tendo na mwanaume ambaye ana maumbile ama ana uume ambao ni mdogo ana uume ambao ni mkubwa je, akirudi kwa mume wake kunaweza kutokea na hali ya kupwaya? Iko hivi, nataka niweze kukupatia elimu hapa. Uume ambao unaojitosheleza vizuri kabisa, yani kwa lugha nyingine, ule uume ambao unaojaa vizuri ukeni ni uume ambao una uwezo wa kumfikisha mwanamke kileleni kwa urahisi zaidi. Uume wowote ambao unajaa vizuri ukeni una uwezo wa kumfikisha mwanamke kileleni kwa urahisi zaidi, tofauti na uume ambao unaopwaya. That's a difference, that's a difference. Na hiyo ndio tofauti ya hivi vitu. Nataka nichukue picha ya ya uume hapa ama ya ya maumbile ya kiume uweze kuelewa. Nataka twende katika mfano wa kiuhalisia, so let's say, huu ndio uume ambao huwa unajaa vizuri. Huu ni uume ambao unaojaa vizuri ukeni. Okay, so ukiingia unakuwa umejaa kwa namna hii, unaweza ukaona namna ambavyo unavyokuwa umebana. So ile pumping in and out, unapokuwa unaingiza na kutoa maana yake ni kwamba mwanamke atafika katika kilele cha hali ya juu na atafika ndani ya muda mfupi. So nini kinachotokea atakapokutana na mwanaume mwenye maumbile madogo? Nini kinapotokea to atakapokutana na mwanaume mwenye maumbile madogo? So unaona tofauti ya uume huu, unene wake. Huu ni uume aina mbili tofauti unene wake uko tofauti kabisa. So huu ni mnene ambao una usio, unene usiopungua nchi tano ukiwa umesimama, lakini huu ni almost unene wake almost karibia nchi tatu mbili na nusu. Uume huu ukiingia ukeni, maana yake ni, ni kwamba kutabaki kuna eneo ambalo utakalo kuwa limepwaya, hata wakati wa mwingiliano ama wakati wanandoa hawa wanashiriki mwanamke huyu atashindwa kuweza kufika kileleni vizuri, kama ambavyo alivyozoea kwenye uume mkubwa kama huwa hapa. So ikienda kwa muda mrefu sana, mwanamke ambaye amezoea kushiriki tendo la ndoa na mwanaume mwenye uume ambao ni mkubwa, itakapofika mahala akapata mwanaume ambaye ana uume mdogo, automatically hawezi kulifurahia tendo la ndoa kama ipasavyo. Labda mwanaume huyo awe mbunifu sana katika mikao, lakini pia amwandae kwa muda mrefu zaidi, awe ni mbunifu sana katika maandalizi, ndipo mwanamke huyo anaweza akafika kilele na kuweza kulifurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo hii ni sayansi ambayo wanawake walioko kwenye ndoa, wanawake ambao wamewahi kuwa na wanaume wenye uume mkubwa, wananishuhudia Daktari, nimewahi kuwa na mwanaume mwenye ume mkubwa, lakini utofauti wake nimeuona mara baada ya kuanza kushiriki naye, ni tofauti kabisa ilivyokuwa anashiriki tendo na ndoa na mwanaume mwenye ume ambao ni mdogo. Na imewawia vigumu sana, wale ambao waliokuwa wamezoea mwanaume mwenye ume mkubwa, anaenda kuanzisha mahusiano na mwanaume mwenye ume mdogo, anashindwa kuweza kufurahia na inapelekea wengine kuanza kutafuta maex wa zamani ama wapenzi wa zamani kwa ajili ya kutaka burudiko la uume ambao ni mkubwa. So hivi ni vitu ambavyo vinatokea katika mahusiano ya kimapenzi. Mimi kama daktari nakutana na wanawake ambao wanapitia changamoto kama hii hana hawezi kuwa na ujasiri wa kumwambia mwanaume wake, hawezi kuwa na ujasiri wa kumwambia mpenzi wake kwamba wewe na uume mdogo, mwanaume niliyekuwa naye alikuwa na maumbile makubwa. So unaweza ukaona dada huyu ameuliza swali, lakini you never know, kuna uwezekano mkubwa ni mmoja ya wahanga ya wanawake ambao walikuwa na wanaume ambao wana uume mkubwa. Japokuwa katika swali lake amesema kwamba walikuwa wanajadiliana wenzie Inawezekana sio yeye, lakini kuna mwenzi ambaye alikuwa anapitia changamoto kama hiyo. So mwanaume ambaye unanifuatilia hapa, naomba utambue kwamba wanawake wanatuongelea kama ambavyo sisi wanaume tunapiga story tukiwa vijiweni, tunaambiana kuhusu na wake zetu, wanawake zetu, na wanawake na wenyewe vivyo hivyo wanapiga story, wanaambiana kuhusu na maumbile yetu. Hivyo basi kuna umuhimu mkubwa sana mwanaume uwe na uume ambao unaojitosheleza. Dokta Kuboja, nina dawa maalumu ambayo inayosaidia kuweza kuleta ongezeko